Ahadi kubwa kuliko zote katika maandiko. kama ambavyo nimekumbusha ya kwamba ni habari nzima ya nchi mpya na dunia mpya ambayo ndani yake kitu ambacho tunakiangalia kwa ujumla, ahadi iliyo kubwa ambayo nimeahidiwa mimi na wewe ni uzima wa milele. Nikumbushe hapa, ndani ya nchi mpya na dunia mpya, mauti ya kuzimu na kitu chochote kile kitatupwa katika ziwa la moto kwa mujibu wa Ufunuo sura 20 mstari ule wa 14. Hilo fungu ndipo inavyozungumza mauti itatupwa katika ziwa lile la moto, ambapo nazungumzia habari nzima ya mauti ya kifo. Kifo akitakuepo pale, kama tulivyo leo katika dunia hii. Dunia hii imejawa na hofu ya kifo Yaani, mtu anaweza akawa na safiri hata njiani pale, hofu ya kifo ndio inayotawala. Angalia barabarani kule, hofu ya kifo. Angalia sehemu mbalimbali, mtu anapokuwa hospitalini, hofu ya kifo, mtu anapokuwa ameugua, hofu ya kifo ndio imekuwa ikitawala ndani ya mioyo ya watu. Na ndio maana nikumbushe, kifo kina ratiba na wewe lakini wewe na mimi hatuna ratiba nacho. Hicho cha ajabu, hicho kifo kina ratiba na wewe katika maisha yako. Yaani hapa najua natazama na mtu fulani ambaye mimi na wewe la kifo kina ratiba na sisi, lakini kifo hauna ratiba nacho. Hofu, ndio maana watu tumekuwa na hofu kitu kama hicho, maombolezo, watu wanaomboleza kwa sababu wamefiwa wanalia kwa sababu wamefiwa. Nikukumbushe hili panga kuwepo katika nchi mpya na dunia mpya, ndiyo ahadi iliyo kubwa, ndani yake kuna uzima wa milele, ndiyo ahadi iliyo kubwa ambayo tumeahidiwa mimi na wewe kama wacha Mungu katika dunia hii. Najua unatazamwa na mtu ambaye aamini juu ya nchi mpya na dunia mpya. Nikukumbusha juu ya kwamba katika nchi mpya na dunia mpya akuta kuwepo na jua hakutakuwepo na kitu chochote kile, maana yeye mwenyewe ndiye anayejitambulisha. Hakutakuwepo na sehemu ya upatanishi, yeye mwenyewe ndiye mpatanishi. Hakutakuwepo na sehemu ya kwenda kwamba tukatubu dhambi sehemu fulani. Dhambi nitazungumza siku ijayo habari nzima ya dhambi, pia na vitu vingine ambavyo havitakuwepo. Siku ya leo nazungumza habari nzima ya kifo. Hakitakuwepo pale kifo, ambacho nakiona leo na wewe umefiwa, yaweza kuwa mwezi uliopita, yaweza kuwa tunapoelekea kifo akitakuwepo pale. Kwa nini usipende kuwepo pale? maana unaelezwa tu kwamba barabara ni dhahabu, lulu zile lulu zilizo safi. hakuta kuwepo na hofu, hofu ambayo leo unawaza kwamba mimi kweli nitamaliza hata mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano? Unawaza hofu, hatutakuwa na hofu. Kama hicho kitu kama hicho akitakuwepo Badala yake tutakuwa na matumaini tu ndani ya mioyo yetu ya kwamba Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni ametuokoa na haya yote. Nikumbushe habari nzima ya kifo ambacho leo kinatuumiza. Ni kweli tumeachwa na wapendwa wetu, ni kweli tumeachwa na ndugu zetu, ni kweli tumeachwa na watoto wetu, ni kweli tumeachwa na wake zetu na wazazi wetu, ni kweli kipo akitakuwepo. Ni kukumbushe, usipange kukosa katika nchi mpya na dunia mpya, maana ni ahadi kubwa kuliko zote. Ni kitu gani ambacho kinakufanya kikutenge? Na ni kitu kama hicho. Mungu akubariki sana.